Ukiwa shabiki wa Ndaro lazima ufanane naye akili. Ni maneno ya mdao mmoja ambao ambaye ameweza kutoa maoni yake kuhusiana na mchekeshaji wima almaarufu kama standup comedy E, ambaye anajulikana amba kwa jina la Ndaro anadai kwamba ukute ukiwa shabiki wa Ndaro unapatwa ugonjwa unaoitwa kindaro ndaro, ambapo ameeleza kwamba msanii huyo, yeye mara nyingi sana watu ambao wanamshabikia basi mara zote wanafanana na akili zao, yani unakuwa muda mwingi unamfuatilia, unafanya kama vile ambavyo anavifanya, kwa kuwa ni mtu ambaye ana vituko lakini anachekesha. Kwa mfano ukitaka E, ukitaka ufanani naye basi unakuwa shabiki yake, huku wengi wakidai kwamba maisha ambayo kwa anaishi yeye ni maisha ya tofauti, kwa kuwa juzi juzi tu hapa ameanza kujilinganisha na mwonekano wa Lamine Yamal, huku akidai kwamba yeye ni kwa nini jamani, eh, hivyo nakudai kwamba huenda akili zake anazijua yeye mwenyewe, na hivyo ukiwa shabiki yake, basi kuna uwezekano mkubwa na wewe ukawa unafuata akili kama za yeye. Eh, Ndaro ambaye aliweza kujizolea maarufu akiwa ametokea kwenye cheka cheka tu ambapo ilikuwa ni Cheka Tu Search ambapo hapo aliweza kupatikana mshindi na yeye akawa mshindi, lakini kwa sasa akaweza kukutana na wengine. Saa hizi anatengeneza maudhui ambayo anarusha mtandaoni, yaani vifilamu vifupi vifupi ambavyo alimweka mtandaoni, ambavyo ni vya kuchekesha, huku akiwa pamoja na Steve Mweusi ambaye naye inaelezwa kwamba kichwani kidogo hakuko vizuri, kutokana na namna ambavyo anaonekana kwenye kuchekesha. Lakini kwa Ndaro yeye, ambaye sifa yake kubwa alisomea ualimu na akaamua kuacha ualimu na kuwa mchekeshaji, na sasa anaenda na sana yake ya uchekeshaji akiwa chini ya jukwaa la Cheka tu ambalo linamilikiwa na Koi Mzungu.